Oyedepo ambaye ni askofu wa makanisa ya Winners Chapel International, lakini pia tutaongea saa hizi, ni mmoja wa mchungaji ambaye aliingia kwenye rekodi ya kuwa mchungaji tajiri kabisa duniani eh? Anasema kwamba what you have is enough if you can think enough, what you have is enough if you can think enough kwa lugha sasa ya Kimakonde, ulicho <laughs> nacho kinatosha kama utafikiri vya kutosha. Ulicho nacho kinatosha kama utafikiri vya kutosha. Kwa hiyo what you have, kile ambacho unacho kinatosha kabisa ila kama utafikiri vya kutosha. Mtu wa pili ambaye ningependa nianze kwenye nukuu yake anaitwa Archbishop Benson Idaosa. Archbishop Benson Idaosa huyu, uh, mtu wa Mungu mmoja ambaye alileta mageuzi makubwa kwenye kuiaminisha injili na matokeo halisi kabisa kama kufufua wafu. Anasema kwamba kichwa kikubwa bila ubongo mkubwa ni mzigo mkubwa kwa shingo yako. Kichwa kikubwa bila ubongo mkubwa eh, ni mzigo mkubwa kwa shingo yako. A big head without a big brain is a big load to the neck. Kwa hiyo mtu ukiwa na kichwa kikubwa alafu hauna ubongo mkubwa kufikiri, wa kufikiri, wa kutafakari, wa kuwaza, unakuwa ni kama mzigo mkubwa kwa shingo yako. Kichwa kikubwa bila ubongo mkubwa ni mzigo mkubwa kwa shingo yako. mm -hmm. Mtu wa tatu anaitwa EW Kenyon, EW Kenyon, K E N Y O N. Huyu alisema kwamba if if you make your brain to work, if you make make your your brain to work It will sweat. yani itatoa tatoa jasho mm -hmm. if you make your brain to work it will sweat but make it to work anyway aja uh tena -huh. if you make your brain to work it will sweat but make it to work anyway eventually it will produce sweat. swit uh -huh. if you make your brain to work, it to sweat, but make it to work anyway. Eventually,